Tunaomba turudie tena kuwapa pole wenzetu wa mikoa ya Kusini na Watanzania kwa ujumla. Uh, nawapokee salamu za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan za pole kutoka kwake binafsi, na amenipa maelekezo ya kwamba mimi na wenzangu wote hakuna kulala, ni kuhakikisha kwamba mpaka Watanzania suluhu ya jambo hili ipatikane, na ni kweli kwamba hatujalala. Nawapongeza sana wataalamu wangu wakiongozwa na mkurugenzi wa miradi ya barabara kutoka Wizara ya Ujenzi na TANROADS na timu yote ya wataalamu wanaosaidiana nao, fanya kazi nzuri. Naomba pia nitumie fursa hii kuvishukuru sana vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, jeshi la polisi na wengine wote, lakini nawashukuru pia vilevile na viongozi wetu wa serikali, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya ya Kilwa na mkuu wa mkoa wa Lindi wamekuwa ni wenye kutupa ushauri mzuri uh, lakini pia vilevile na sapoti kubwa sana. Nitoe ripoti kwa Watanzania ili wapate kujua nini ambacho kinaendelea katika eneo hili la Somanga, lakini vilevile na katika eneo hili la mto Matandu pande wa Somanga, tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana kwa njia ya dharura kuweka mawe makubwa ambapo tumeweka mawe makubwa uh, zaidi ya gari mia moja uh, tumeziweka pale kwa malengo ya kwamba maji yanaweza kuendelea kupita, lakini juu magari na yenyewe yapite. Na kwa maana hiyo jumla ya gari mia mbili na thelathini tulianza kuruhusu kupitisha magari saa kumi na moja na nusu kuja saa kumi na mbili kamili asubuhi alfajiri ya leo, lakini pia vilevile tumefanikiwa kupitisha magari kwa maana ya mabasi ya abiria takriban kumi yamefanikiwa kupita na hii inatoa idadi ya jumla yanayokwenda Kusini na magari yanayoelekea Dar es Salaam, lakini tumepitisha na malori malori ambayo ya yamebeba bidhaa mbalimbali tuliruhusu malori eh, takriban 30 yakiwa ni pamoja na malori yanayofanya kazi ya kurescue yaliyo katika timu yetu sisi ya emergency. Ninaendelea kuwahakikishia Watanzania kwamba serikali iko e, makini kwa ngazi zote, kuanzia maelekezo ya Mheshimiwa Rais aa, lakini pia vilevile na mkoa, wizara, vyombo vya ulinzi na usalama, mpaka kijiji kinashiriki katika zoezi hili. Kwa hivyo tunataka tuhakikishie tuko Uh, makini na tunaendelea na zoezi hili kwa umakini mkubwa sana. Na mwisho kabisa kwa wakati huu niseme tu kwamba eh, tunamshukuru Mungu kwa sababu huu ni mtihani. Uh, umetokea ukweli ni kwamba kazi ya kuimarisha barabara ya Kusini mara baada ya mvua za mwaka jana inaendelea hivi sasa hivi. Ha, hii mvua imetukuta tukiwa tuko kazini, tunafanya ujenzi wa structures za kudumu. Kwa hivyo imetokea kama coincidence, mvua imekuja yale maeneo ambayo kwamba ndio ya dharura yameondoshwa tena eh, lakini nataka niwahakikishie tu kwamba si kwamba toka ilipotokea kadhia ya mwaka jana serikali ililala, hapana, hatukulala. Kote madaraja yote matano ya barabara kuu yapo kwenye stages mbalimbali yako yaliyoko asilimia arobaini, yako asilimia hamsini, yako asilimia thelathini, kila mmoja kwa kadiri vile ambavyo alikuwa ameanza kulingana na mkataba wake wa kazi, eh, kazi ya kujenga zile eh, infrastructures. Kwa hivyo niwahakikishie Watanzania ni kwamba tuko kazini.